Tuna ofisi... tuna zaidi ya ofisi katika mikoa yote nchini. Okay, okay. Leo ikienda kata ya NHIF. hmm. Na hii ofisi iko full, maana yake ni kwamba na meneja wa mkoa, ina maafisa, ina madaktari na wataalamu kadha wa kadha ambao wanafanya kazi zote za NHIF. Okay. Lakini pamoja na kufungua hizo ofisi 30, NHIF imefungua ndogo tuna ofisi ya Gongola Mboto, tuna ofisi ya Ubungo, lakini pia tumeongeza ofisi zingine ndogondogo kama Tegeta, kuna ofisi yeah. Ukienda Kigamboni, ukienda Ifakara, tuna ofisi yeah. ndogo ukienda Bukombe mm -hmm. ukienda Karagwe, ukienda Koro yeah. ukienda Masasi, Mbinga, Nzega, Tunduma. Kwa nini hizo ofisi zimeanzishwa? Ni kwa sababu tusogee kwa wananchi mm -hmm. ili zoezi la uhamasishaji zoezi la kutoa elimu zoezi la Njiri, liwe karibu na wananchi Sama, na tumeangalia maeneo yote ambayo yanahitajika, lakini mm -hmm. ukiacha hilo, NHIF kwa sasa imesajili mawakala. Leo utakapokwenda kwenye maeneo kama jinsi tunavyoona mitandao ya kijamii, mtandao fulani, mtandao fulani mm -hmm. leo NHIF utakuta baadhi ya maeneo tayari tumeshaweka mawakala mm -hmm. na hawa mawakala wanakwenda kutusaidia kusajili mwananchi mmoja mmoja okay, tunataka tupunguze mwananchi kulazimika kuja ofisini mwananchi atakuwa yuko nyumbani, atakuwa yuko mtaani, atakwenda kwa wakala, atajisajili, atapata bima yake, na hili linafanyika. Lakini pamoja na kuweka hawa mawakala na kusajili na, na kuingia mikataba na mabenki, ili kama mwananchi anaweza kujiua bima yake, lakini bado mfumo ajihudumie, tunalenga tuna, tuna, tuna, tuna, tuna mwananchi aweze kufikiwa kwa urahisi, lakini wakati wananchi kuendelea nchini inai vituo zaidi na usajili wa vituo elfu kumi maana yake ni kwamba ni karibu zaidi ya asilimia themanini ya vituo vyote nchini vimesajiliwa, na kwa vituo vya umma zaidi ya asilimia sabini na mbili na vituo takriban asilimia kumi na mbili, kwa vituo vya private na mashirika ya dini kama asilimia themanini. maana yake ni kwamba kama NHIF ina wigo mpana, upatikanaji wa huduma, mwananchi au mwanachama wa NHIF ana uhakika kupata matibabu zaidi ya vituo kumi, sehemu yote ile mtaa wote ule kijiji chochote kile. Kwa Dar es Salaam hapa unaongelea kwamba karibu kila sehemu, kituo chochote, tutakuta kuna bima ya afya inapatikana, NHIF inapatikana hapa. Lakini pamoja na hilo, NHF inatumia maafisa ustawi wa jamii hawa ni watumishi ambao wako karibu na wananchi katika kuhakikisha kwamba, kuna mwananchi mwingine ataweza kuja ofisini, mwingine atatumia wakala, lakini kuna mwingine ambaye atakwenda kwa afisa ustawi wa jamii, ambao hawa maafisa ustawi wa jamii wako sehemu zote. Mtakumbuka mwaka jana serikali uh, iliajiri ili, ili, ili kundi kubwa sana la maafisa ustawi wa jamii ambao wana majukumu mengi lakini mojawapo ya kazi ambayo atakuwa nayo wakati unaelekea kwenye mpango wa bima afya kwa wote ni kuwatumia hawa, ili mwananchi aweze kupata suluhu yake moja kwa moja anapokuwa anaendelea na, na okay. Utakumbuka kwamba tunaposema mpango wa bima afya kwa wote tuna sekta rasmi umma na binafsi, lakini pia tuna makundi mengine kama wakulima, kuna wavuvi hawa wakulima unawafikiaje? Lazima wafikie kupitia vyama vyao vya ushirika. Kuna taasisi imeingia mkataba na vyama vya ushirika okay. Namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba hawa wote pia wenye akiwa mm. wanakuwa mm. na bima wanajumuishwa mm. mm. wakulima korosho, wakulima mm. mazao yote mm. katika kila eneo pia tume tumewafikia yeah. Lakini pia kingine, NHIF imefanya muunganiko na taasisi zingine Tumesema NIDA, tumesema RITA. mm. tumesema uh, uh, kama nakte kurahisisha upatikanaji wa huduma, huduma okay. ili badala ya kuanza kutumia muda wa kumtengenezea kadi mwanachama mm. yule ambaye ana NIDA atumie NIDA yake moja kwa moja aendelee yes kutu, kutu, kutu, lakini kwa wanafunzi upande so wa vyo mm. wanafunzi aman lazimika kujaza fomu, utakumbuka unajaza fomu inakwenda, lakini leo tumeunganisha na, nakte na zile taarifa zinakuja moja kwa moja, anapata kadi yake na anaendelea kuweza kuhudumia. Kwa hiyo kama taasisi imejipanga kuhakikisha kwamba utekelezaji wa bima ya afya kwa wote unafanyika bila kuwa na changamoto. wow, that is nice. nimependa sana kazi. especially kwenye masuala ya teknolojia, ilikuwa ni miongoni mwa kwamba uh, ukuaji wa teknolojia hapa nchini umebadilika sana mm mpaka atoke kituo kimoja kwenda kituo kingine mm. Na tunashukuru kwamba NHIF hilo mmeliona, mifumo kusomana, mifumo inasomana kwamba mtu kwenye simu yake ya kiganjani yeah. Anafanya shughuli zake, anajisajili mm. mm. Naenda vizuri yeah, kwa sasa uwiano dokta wa Tanzania uliounganishwa na mfuko huu wa bima ya afya yani NHIF. Eh, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni upi yani uwiano uliopo Tanzania lakini wale ambao bado au wameunganishwa, nataka tujue tu kwamba kwa wale ambao wameunganishwa, ushirikiano ukoje? lakini pia e, ukitajia namba, tungependa kujua pia e, mna mpango gani wa kuongeza idadi hiyo katika miaka mitano? Asante sana, asante sana NHIF. Kwa sasa uh, tuna asilimia nane, asilimia nane ya wanufaika pata huduma. Tunaposema asilimia nane, uh, tunamaanisha uh, ukichukua katika population nzima ambayo tuko nayo ambayo ni, ni, ni unaweza ukaona idadi gani na katika asilimia nane tuna takribani uh, milioni uh, moja ambao tayari ni wanufaika wa mfuko wa taifa bima afya. Lakini ukichukua takwimu za wachangiaji unajua NHIF uh, uh, uzuri au faida ya mfuko wa taifa bima afya ni kwamba uh, kwa upande wa rasmi wa umma na binafsi, anayechangia ni mtu mmoja ambaye ni mtumishi wa umma au sekta rasmi binafsi, ambaye yeye anawabeba wategemezi anambeba mwenza wake, anabeba watoto wake, anabeba wazazi, lakini pia anabeba na wako, inategemea jumla, wanufaika sita. Sasa tunaposema uh, wachangiaji principal members mm. ni, ni milioni 1.1, lakini kwa kuwa wana wategemezi wao, ukichukua jumla unapata idadi ya zaidi ya milioni tano, ambao hawa ni wanufaika wa mfuko wa taifa wa bima mm. na kama taasisi imeendelea kuwa na mikakati mingi kuhakikisha kwamba uh, kundi kubwa linafikiwa na unaweza ukasema kwa nini tuna kiasi asilimia nane? Ni kwamba kwa kipindi chote kumekuwa na uhiari mwananchi kujiunga na bima, amekuwa anakuja pale ambapo anapokuwa na uhitaji, sio wakati wote, na hiyo ni mojawapo ya changamoto katika kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa na bima. Ndio maana serikali iliona kwamba ije na mpango wa bima ya afya kwa wote ili kila Mtanzania mwananchi aweze kufikiwa sehemu aliyopo, sababu ukiacha ule utaratibu wa kwamba waje wanapokuwa wanaumwa, hizi bima zinakuwa zina changamoto. Maana yake ni kwamba mwanachama anakwenda kituoni, akiambiwa gharama ya matibabu, gharama ya upasuaji ni milioni mbili, ni milioni tatu au ni laki tano mfano, anakimbilia kuja kukata bima ili aende kulipia matibabu. Hiyo sio bima. Sa, dhima ya bima inataka kwamba mwananchi unge mapema kabla ya kuugua mm -hmm. Itakapotokea ameugua bima imsaidie, lakini pili, tunapokuwa tumechangia tunasaidiana, tuna kapu moja, ile chango inaingia kwenye kapu moja mm -hmm. Ndio maana leo ukienda kwa watumishi wa umma sekta rasmi na binafsi utaona kwamba wanapata mafao mengi sana wanapata mm -hmm. huduma kama za kumuona daktari, huduma za vipimo, dawa matibabu ya dialysis. Tunaposema dialysis inamaanisha mm, kwamba ni, ni, ni, ni, ni mwanachama anapokwenda kuchuja au kusafisha figo. Una, ile visiti moja analipa takriban laki mbili, laki tatu kwa mwezi, si chini ya milioni tatu, milioni nne kwa mwaka, zaidi ya milioni 30. Yeah. Kwa hiyo huyu mwanachama sema kwamba mchango wake ni ki... ngia sana lakini atatumia cha mwenzake, lakini kuna wakati ambaye amechangia mpango wa bima ya afya kwa wote, maana yake ni kwamba tutaweza kuwa na nguvu kama taasisi ili kuweza kuwahudumia wananchi wengi zaidi. Asante sana. Kwanza katika kuhakikisha kwamba kila mwananchi ana, anafaidika hmm. na kile ambacho amekitoa katika huduma. Kwanza tumesajili vituo zaidi ya elfu kumi so. Kwa nini tumesajili vituo zaidi ya elfu kumi hmm? Kutia mwananchi wigo mpana wa kupata huduma hmm. Namba moja Ump ya kwamba niende kituo fulani hakuna huduma, au achague kituo fulani. Kwa baadhi ambao wengine, unaweza kukuta kwa kwamba wanamchagulia mwanachama kuna kwenye kituo mm, hapo mwanachama umeachwa. Lakini pili, mfuko wa taifa wa bima afya umesajili vituo vya umma, binafsi na mashirika ya dini. Sio kwamba mwananchi au mwanachama wa NHIF kwa kwani taasisi ya umma ahudumiwe kwa vituo vya vya umma peke yake, hapana. Bado ana wigo wa kupata matibabu kwa vituo vya umma, binafsi na mashirika ya dini mm, hata tunapoelekea kwenye mpango wa bima ya afya kwa wote bado wananchi watakuwa na maamuzi ya kuchagua kupata matibabu, lakini kwa kuwa vituo vingi ni vya serikali, maana yake moja kwa moja vituo vingi vinatoa huduma, kama kwenye halmashauri, kwenye manispaa, kuwa ni vituo vya umma, lakini ana wigo wa kupata matibabu sehemu zote okay. Lakini tatu, NHIF imeandaa vitita vya mafao na hivi vitita vya mafao vimeainika kulingana na mwongozo wa tiba nchini vimeainisha upatikanaji wa huduma katika ngazi za msingi, ngazi za kati, mpaka vituo vya, vya, vya, vya, vya, vya, vya vikubwa tunaita tertiary facilities kama ngazi ya pamoja na vituo vya, vya, vya, vya, vya, vya kitaifa kama Muhimbili kama Jakaya Kikwete na, na, na, na taasisi ya, ya mifupa Ocean Road hmm. Napoongelea vitita vya, vya, vya mafao na maanisha nini, ili mwanachama aweze kupata huduma bora, uhakikishie huduma za mafao kama tasisi inaingia mkataba na vituo, inapoingia mkataba na vituo, inamhakikishia mwanachama kupata huduma XYZ na hizi huduma zimeainishwa okay. Na katika upatikanaji wa huduma NHF imeendelea kuboresha huduma zake kila inapohitajika, mm. wakati taasisi inaanza mfano kwenye vipimo, mfuko huduma za vipimo 17 peke yake okay, lakini leo NHF inatoa huduma za vipimo zaidi ya 367 ikiwemo huduma za CT scan za MRI mm. ukiongelea vimeongezeka, yeah. ukiongelea kwenye matibabu, wakati tunaanza NHIF wanachama walikuwa nalazo kwa siku chache sana, lakini leo NHIF imetoa, haina muda maalum wa mwanachama kulazwa mm. Kama una kadi yako ya NHIF, umelazwa hospitalini mpaka utakapopona mm. Hakuna mm. kadi yako imemaliza muda, uondoke, hakuna mm. Lakini wakati NHIF inaanza hakukuwa na matibabu ya saratani mm leo NHIF inalipia wanufaika wake matibabu ya saratani ambapo zile gharama zile dawa zina gharama kubwa. Kuna baadhi hmm, ya dawa zinakwenda mpaka milioni mbili, milioni tatu, laki nane kwa cycle moja na mwanachama anahitaji zaidi ya cycle tano, sisi tunategemea na, na, na ugonjwa wake, na kuna baadhi ya wanachama anatumia zaidi ya milioni ishirini kwa mwaka matibabu ya saratani na mfuko wa taifa pia. Ukiongelea miaka saba, miaka nane iliyopita hakukuwa na taasisi ya moyo Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete inafanya kazi. Na kipindi hicho cha nyuma, wananchi wengi walikuwa wanachukuliwa na serikali wanapelekwa nje ya nchi kwa ajili ya matibabu, lakini baada ya kuanzishwa ile taasisi, mfuko wa taifa wa bima afya uliisajili na zile wanajadiliana na kuhakikisha kwamba huduma bora inapatikana kwa wanachama wetu wa ile ile uh, ruga inayotoka inapatikana, lakini namna gani kupunguza zile changamoto katika upatikanaji wa huduma kabla. Okay, hujaenda samani, kuna hili la vijana ambao hawana ajira, saidia kuwashirikisha nao, uwe rafiki ili na wao waweze pia kunufaika na mfuko nimetaja sekta rasmi umma na binafsi ambapo wenyewe wanaingia moja kwa moja, sababu maafya. Lakini pia kutakuwa na skimu ambazo mm. ni hizo insurance mm. za private, ambapo mwananchi atakuwa na uhuru wa kuchagua. Lakini serikali inataka kila mwananchi awe na bima. Sasa tunapoangalia makundi, tuna kundi, nimesema kundi la wakulima ambapo kama taasisi inaingia mikataba na vyama vya ushirika kuhakikisha kwa kwamba wale wakulima pia nao wana, wana, wana wa na uhakika wa matibabuzilefedha zitamsaidiaubwa sana na matibabu hayabishi mm. hodi most of the time. Kwa hiyo mm. inatokea wakati mwingine ambapo hujajipanga, lakini unapokuja kwa mwananchi mmoja mmoja mabenki ambapo katika mabenki haya tunaangalia namna gani ya kumsaidia huyu mwananchi. Mfano leo unakutana na mfanyabiashara, huyu mfanyabiashara ana fedha anaipata ya mwezi kila siku au kwa mwaka, lakini ukimwambia akate bima mara moja hanakuwa hayuko tayari. Sasa kama taasisi tunaingia mkataba ami, tunaingia makubaliano na benki ili hizi benki ziweze kumkopesha huyu mwananchi kwa hiyo kama ni mjasiriamali yeye ni mfanyabiashara, kwa mfano wakati mwingine anaweza kusema kwamba nahitaji fedha niendelee kuizungusha kwenye biashara yangu. Lakini nikiweza kupata fedha nyingine ikanisaidia kukata bima nitakata bima. Kwa hiyo tumeingia makubaliano na mabenki ili benki wamkopeshe huyu mfanya biashara apate bima yake ya mwaka yeye na familia yake, wakati akiendelea ya kuzalisha. Na unapokwenda kwa mwananchi mmoja moja, kama wajasiriamali, kwa mfano wakati mwingine wanakopeshwa fedha tunachokubaliana na mabenki ni kwamba unapomkopesha mm -hmm. ule mkopo De. pia kuna na component ya bank, ya, ya bima, okay. Unapoongelea uh, uh, mfanyabiashara, mfano kama amini ya dau kama bodaboda boda. mm -hmm. machinga mm -hmm. Hawa bodaboda machinga tunachoangalia ni kwamba wanakopeshwa pikipiki mm -hmm. Utakapomkopesha pikipiki pia muhakikishie kuwa na bima, na bima okay. Ikate juu kwa juu. Apate moja kwa moja okay. mm -hmm huyu machinga au huyu mtu bodaboda kwa mfano ana uwezo wa kupata elfu kumi, elfu tano, elfu ishirini kwa siku, lakini ukimwambia alipe laki mbili laki moja na nusu mm, ataona kama ni pesa kubwa, lakini kwa kuwa ana uwezo wa kulipa, maana yake utamwahakikishia kwa na uhakika wa matibabu. mm -hmm, ili kesho akipata ajali atuombei, akipata tatizo lolote, ameuguliwa awe na uhakika wa kutembea kifua mbele na, na, na amani kubwa. Ipo kwa watumishi wa umma ni kwa sababu wana uhakika wa matibabu leo ikitokea baba mama na naumwe uko nyumbani, yuko kijijini kule, kwa kuwa na kadi yake anachukua nakuenda, na kwenda wakati mwingine hata sijui kama baba ameenda hospitalini. Lakini kama hauna uhakika wa matibabu, ndio kila wakati umepigiwa simu utume mwamala, na wakati mwingine hauna fedha. Inakuwa kuna namna ya kuwapata nao kuna kupitia wajasiria mali, kuna kupitia mikopo wanayoipata nao. Pia tunakwenda kwa kuomba mkopo, kama hauko kwenye sekta rasmi, basi mkopo wako unapotoka, e, componenti ya bima lazima iwepo. hiki. Kuna namna gani ambapo? Ah, kwanza ni kwamba tunaposema mpango wa bima afya kwa wote, kila mdau katika eneo lake na serikali, asiwe na wasiwasi wa kufikiria gharama za vipimo vya huduma za msingi, dawa za msingi, amelazwa, hazipati zile huduma zote za msingi. Na ndio maana kwa NHIF kuna kitita cha afya cha faraja. Kitita cha afya cha faraja kinamhakikishia mwananchi kupata zile huduma za msingi. Sasa unapokuja kwa waajiriwa, mfano sekta uh, rasmi binafsi, kuna watumishi au wafanyakazi ambao wako kwenye viwanda, kwenye makampuni, taasisi mbalimbali za binafsi ambao hapo nyuma walikuwa wana uhu... utakumbuka kabla ya kuanza kutekelezwa kwa bima ya afya kwa wote hakukuwa na ulazima wa mwananchi kujiunga na bima hmm na ndio maana unaona uh, hata wafanyabiashara wakubwa baadhi hawana bima kwa sababu wana uhiari, lakini tunapoelekea kwenye bima afya kwa wote, kila mtumishi aliye katika sekta rasmi anapaswa kuwa na bima kwa, ni jukumu la msingi na mwajiri kuhakikisha kwamba mtumishi anakuwa na bima. Haitakuwa swala la kufikiria, sababu sheria inamtaka ina, ina na kanuni zimes, zimesainiwa, sababu nia kubwa ni kumsaidia huyu mwananchi sababu ukimwacha mwenyewe kwa utashi wake ataamua. Wakati ukiongelea sekta rasmi kwa wananchi, amini, watumishi ambao wana kipato cha kwa asilimia sita, kuna ambao wanachangia takribani elfu nane mpaka elfu ishirini kwa mwezi. Unaposema elfu kumi na nane mpaka elfu arobaini kwa mwezi, unaongelea ni takribani laki na kumi na sita mpaka laki tatu, mpaka laki nne, plus or minus. Kwa mwezi, so kwa mu, kwa ni elfu 18. Unaona, kipato cha chini kabisa, nategemea mm, na, na mishahara. Sasa kwa mwananchi ambaye anachangia elfu 50 vipimo mpaka laki moja nategemea na kituo gani ambacho umekwenda. Gharama ya kujiunga na bima ni ndogo sana, lakini lazima kuwe na utashi. Lazima kuwe na mfumo wa kumfanya huyu mtumishi aweze kuelewa faida zake, kuwe na mfumo wa kuweza kumwelewesha huyu mwajiri aweze kuelewa faida zake, sababu asipoweza kulipa hiki kiwango cha elfu kumi na nane kwa mfano, ambapo kwa kutokujua atajikuta ameuguliwa au anauguza, analipa zaidi ya kile umempa, hautaweza mm kumsaidia. Ndio maana hii sheria imewekwa ili kumsaidia, kumlinda mwananchi, kumlinda